Sisi tumbo ya mama yetu ilikuwa Allah atubariki sisi kule e, tena chakula nakula mama, mama zetu sisi tunagawana tunachukua mama hiyo kupitia ile kitovu kitovu ilikuwa ina kamba hivi, unakula Allah amekuna ndani ya tumbo mama yako akutoa salama. Je, wewe leo una akili una nini? Je, hauwezi kukulinda? Naam, unaweza kukulinda isipokuwa wewe lakini Lazimu mwamini Mungu, lazima pata mutumaini mola wako anakutosheleza, na ana, ana nguvu kila kitu, na anaweza kubana manfaa na anaweza kuzuia madhara. Sasa aya hii inakusudia e, watu wamtegemee Mungu subhanahu wa taala, asoma Qurani nyiradi, dua, kiyamu leili. Kama na matatizo, sikimbilia ambaye kitu ambaye binadamu anamwomba hana uwezo naye kwa watu wanakuambia mimi mimi natumia hawa majini wazuri kwa ajili mambo ya kheri e, wajini wazuri wapo, si watukatazi. Lakini hapa e, tunauliza swali. Mtume Muhamad sallallahu alaihi wasallam, sisi yeye ni imam yetu na tunamfata yeye sallallahu alaihi wasallam, na Mungu anasema, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Mtume Muhamad sallallahu alaihi wasallam kwenu yuko nyinyi kumiiga kumiiga wazuri tena na mtume Muhammad sallam alikuwa anafikishia dawa zake kwa watu ambao wa jini anakaa naye, yuko hadithi mbali mbali, mtume anafikishia dawa na silimu wakati wake yuko hai, mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati ambapo shida, vita ya Badr, na alikuwa wasalamu wa kwa chache na wa wakafiri wa kwa wengi sana, kaomba Mungu, e Mungu, tulinde leo, tube nusra sisi, na kwa salamu kwa 313

istighatha msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu amekubali dua zenu na ametuma mara kwanza ni malaika elfu moja, lakini sura hii sura Anfal, sura Al-Imran inasema malaika jumla ilikuwa elfu tano, lakini yani grupu ya kwanza ilikuwa elfu moja. Sura Al-Imran anasema Allah ameshusha elfu tatu, jumla elfu tano. Vizuri, jumla likuwa elfu tano. Sasa Allah ameshusha elfu tano malaika kumsaidia Waislamu, lakini mtume hajaomba ndugu zake wajini, wapo mumin wakatili, hajaomba msaada. Na mara nyingine jeshi waislamu ilikuwa mbali mtume ta kupata habari au ripoti atuma. So, watu azkupta wa jini, nenda angalia, hajafanya Mola wao